Kama kukupenda wewe ni makosa, acha ni abanange. Filamu inaanza alfajiri na mapema, watu wapo kwenye pilika ndani ya jiji ghali zaidi duniani New York City, Marekani. Watoto wanakwenda shule, huku waja wengine wa Mungu wakipambana na shughuli zao za maisha za kila siku, ila ndani ya karakana moja wanaonekana watu wawili wakivunja amri ya sita bila uoga wowote ule, tena kwa staili za moto sana. Huyu ni bibie Alexi na mwamba wa kuitwa Rando Niga mwenye kifua kinene na misuli ya kwenda Bibi Alex anaonekana kuenjoy mno, maana ni pinduko kama hii huwa haipati ndani ya ndoa yake. Ndio maana anaamua kuchepuka na Randu, ambaye huyu kimsingi ni jirani yake. Mara ghafla simu ya Bibi Alex inaanza kuita ikawa inamkera sana, kwani ajiona kama vile inamrusha steam. Ilibidi ajikaze yaipokee, maana mpigaji wa simu hiyo hakuwa ni mwingine bali ni mumewe halali wa ndoa aitwaye Bradi ila huyu mchizi Rando akatukia balaa, maana bado alitaka endelee kumpukuchua bibi ya Alex kwa kwenda mbele. Baada ya simu kupokelewa, mume wa Alex akaanza kumuuliza Alex kwamba yuko wapi na ni kwa nini ametolewa kupokea simu kwa kiasi kirefu hivyo, wakati si kawaida yake. Bibi ya Alex alivuta pumzi ndefu ndani na kuanza kupanga maneno ya uongo mno, huku akisema honey, oh, nipo home, nilikuwa washroom tu na simu niliacha huku chumbani. Daa, kuna muda mapenzi yanatutesa sana na wanawake wanatupiga matukio mazito mno basi bana ilibidi mume wa Alex yaelewe jamaa ya akaamini kwamba mkewe yupo home anafanya usafi wa nyumba na vyombo, kumbe wapi, mke amebananishwa ndani ya karakana ya Rando anachifuliwa kikojoleo kwa kwenda mbele. Baada ya kuchifuana kwa muda mrefu sana, bibia Alex alivaa nguo zake ili arudi home, ila bado Rando akawa anamtaka aendelee kubaki, yani aendelee kumchifua. Alex akamwambia Rando kwamba ham zilizobakia aenda kazimalizi nyumbani kwa mkewe, maana wote hawa ni wanandoa ila wakati wakiwa wanaendelea kubishana humo ndani ya karakana, ghafla aliingia Masi, ambaye huyu sasa ndiye mke halali wa Rando. Mambo yakabadilika. Basi bwana Rando na bibia Alexi walijikuta wakiingiwa na kigugumizi fulani, maana hawakutarajia kukutwa kwenye momenti hiyo, momenti ya kubambwa katika pozi lisilo la kawaida. Uzuri tu ni kwamba tayari walikuwa wameshazivaa nguo zao, hivyo ikapunguza ukakasi kidogo. Lakini bibia Alex na bibia Masi wao walitazamana kwa jicho fulani hivi alafu wakaishia tu kuchekeana maana wanajuana vizuri sana, wamekuwa wakiisi pamoja kwenye apartment za karibu karibu kwa miaka mingi mno. bibia Masi alimuuliza bibia Alex kwamba amefata nini humu ndani ya gereji ya mume wake. Bibia Alex akakosa pozi, akawa tu anajiumauma, maana ukweli anaujua wote moyoni mwake. Hapo ilibidi Rando aingilie kati na kunikingia kifua bibia Alex. Rando akajibu na kusema kwamba eti Alex amekuja hapo geregi ili kuja kuulizia sampo ya kitasa cha mlango wa gari. Really? Masi alicheka, alafu akasema, Rando yani, kaja kuuliza kitasa cha gari? Wewe si unahusika na engine za maboxi, sasa kitasa cha gari kinaingiaje hapa? Au kuna kitu unajaribu kunificha? Masi aliuliza kwa wahaka wa juu sana, lakini bibi Alex akazidi kusisitiza huku akisema kwamba hamna jambo lolote baya alilotokea. Ikabidi masi aamini, wakachekeana kidogo na bibi Alex kisha wakaagana, huku akipeana appointment za kukutana lunch usiku. Basi mara baada ya Alex kuondoka Rando na mkewe Bibi Masi walisalia peke yao humo ndani ya gereki. Lakini bado macho ya Rando yakawa yana wasiwasi mwingi sana, kiasi cha kumfanya Masi ahisi kitu cha tofauti ndani yake. Na ndani ya muda huo huo, Bibi Masi akaamua kumtaka mumewe kimapenzi ila Rando akakataa akawa anasema ita amechoka. Da! Masi akaamini fika kwamba bila shaka mumewe ametoka kudanga na... Bibia Alex muda mfupi tu uliopita, ila tukietena na upande huu wa Rando tunaelekea sasa upande mwingine ambapo huku tunamwona Bibia Alex akiwa na mumewe Bwana Bradi wakiwa wanatokea chumbani. Maana Alex alipomaliza kuchiti tu na Rando alirudi moja kwa moja mpaka nyumbani kwake, alafu akamkuta mumewe akiwa na hamu ya tendo Alexi alijikaza ingawa kiukweli hakuwa na hamu ya tendo hata kidogo maana shughuli aliyotoka kupewa na Rando ilitosha kabisa kumkata kiu kwa siku nzima. Wakati Bradi akiwa anamuomba penzi, Alexi alishangaa mara baada ya kuatizama matiti ya mkewe kwani alikuwa imetuna na kujaa sana tofauti na ilivyokuwa kawaida, ikabidi amuulize, ila Alexi akaogopa mno, huku akikataa na kusema kwamba wala hana ujauzito. Bibi Alex alikimbilia bafuni, akavua blouse yake na kuanza kujikagua mwenyewe. Akajishangaa maana hali kama hiyo huwa inamtokea pindi tu anapokuwa mja mzito . Tukiachana na upande huo, tunakuja ofisini kwa Bradi ambapo siku hii Rando alifika ofisini kwa Bradi. Alikuja kumpa hai Bradi, maana licha ya Rando kuchepuka na mke wa Bradi, ila hawa wawili bado ni washikaji. Rando alifika akampa hai Bradi na kumwambia kwamba anazo tiketi mbili za kwenda kuangalia mechi, hivo kama hatojali achukue moja ili jioni watoke waende akaangalie mechi. Ila Bradi alikataa, akamwambia Rando kwamba jioni ya leo atakuwa bize kidogo na waifu, hivyo hatuweza kutoka aut kabisa. Rando aliposikia hivyo, gafla akashukwa na wivu maana amezoea kuchepuka na mke wa jamaa yake mpaka basi, kiasi cha kujihisi kwamba yeye ndo mwenye haki ya kumiliki mwanamke huyo. Ila wakati wakiwa wanapiga stori mbili tatu, gafla aliingia Edi mshikaji ambaye ni mbabe kichizi, alafu anawachukia mablaki kinoma. Edi wala hakuvunga, alimvaa Brad live na kumwambia kwamba aachane na Rando, maana watu wousi hawaaminiki kabisa. Ila Rando aliposikia hivyo, akamaindi akamfesi Edi na kuanza kumtukana kichizi. Ila Edi hakujali na badala yake akaweka wazi kwamba mpenzi wake anayeita Speransa ashawahi kuibiwa na dogo fulani hivi ambaye ni Blacky, kitu ambacho kinamuuma Eddie mpaka leo. Brad na Rando wakawa nasikiliza tu kwa makini, maana kuibiwa mke hapana asiyeibiwa maumivu yake. Edi akazidi tu kumzisitiza Brad kwamba akae mbali na Rando, ila Brad akawa hajali, akajibu kwamba eti Rando ni rafiki yake wa kufa na kupona na situation zaidi ya rafiki, maana wote ni majirani. Edi aliteka, alafu akainuka zake na kungoa huku upande wa pili tunawaona mabinti kadhaa wakiwa wameketi pamoja katika hali ya kupiga stori zao za kike. Hapa yupo bibie Alex, bibie Masi, bibie Esperanza na mashuga zao wengine, wanaongelea kuhusu ishi wa kutafuta nyumba ya karibu ili wapange humo wote waishi pamoja. Ila wakati wakiwa wanaendelea kupiga stori, ghafla Esperanza alichomekea kitu, akahoji kwamba mbona Alex anakula vyakula vya watu wajawazito wazito au wanamimba. Wenzake wote walicheka, ndipo sasa wakaanza kumtazama vizuri Alexi maana wanamjua baada ya kumkagua vizuri, Masna alitia neno lingine la tijara, huku akisema Alex ameongezeka mwili na hata ukubwa wa matiti yake pia. Du, Alex aliingiwa na kauoga fulani hivi, maana kauli hiyo hiyo ndo ametoka tu kuisikia kwa mumewe muda mfupi uliopita. Bibia Natali yeye akasema kwamba pengine bibia Alex karidhika na maisha hapo mjini new York, lakini Speransa akabisha, huku akimtaka Alex apime mimba, maana usikute kabeba ujauzito bila kujijua. Masi naye akachomekea neno na kusema kwamba hakika Brad atafurahi sana, maana kupata mtoto ni jambo jema kwa kila familia. Ingawa moyoni bibi Masi alikuwa akiumia kimya kimya, tena akijaribu kuivuta taswira ya ile picha ya ajabu aliyomkuta nayo mumewe Rando na Alex ndani ya karakana. Masi akawa anaumia ndani kwa ndani, huku akiomba tu kama hiyo mimba kweli ipo, basi isije ikawa ni ya mume wake, maana tataraulika sana kwani ameshindwa kabisa kumbebea mimba Rando kwa miaka zaidi ya sita sasa. Bi Esperansa akafungua kipegi chake alafu, akatoa kipimo cha mimba, akampa bibia Alex aende tu ili akapime ili awe na uhakika sahihi. Basi bibia Alex akawa na sita sita, maana hadi kufikia hapo hakuwa hata akikumbuka siku yake ya mwisho kuona hedhi ilikuwa ni ipi. Baada ya bibia Alex kupima mimba alipata majibu aliyomchanganya mno, maana kiukweli alijigundua kwamba yeye ni mja mzito. Alirudi nyumbani kwanza na kuanza kuitazama kalenda yake ya mzunguko wa hedhi, huku akiwa anajua kabisa kwamba mimba hiyo sio ya mume wake, maana siku aliyochepuka na Rando ndo siku iliyokuwa ya hatari zaidi kwake, siku ya denja kama wenyewe wanavyosema. Kizaazaa kipyo kikaanza hapo. Twende sawa.